Jubilei 2025, mahujaji wa matumaini. Wapendwa wana parokia ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, mimi ni Padre Stan. Mwaka huu tunakaribia kumaliza tegemeza parokia na tunasema asante kwa baraka nyingi ambazo Mwenyezi Mungu alitujalia katika familia zetu na juu ya kazi zetu na Bwana ametulinda kwa namna moja au namna nyingine. Basi tunasema asante kwa kile ambacho unachokifanya kwa ajili ya parokia yako na kazi ambazo unaziziona ni maendeleo ya parokia yetu. Kwa namna ya pekee, kazi kubwa ambazo mbele ipo mbele yetu ni ujenzi wa kanisa la kiparokia. Michango wako wa hali na mali ni muhimu sana, na kuomba kuunga mkono na Baba paroko na viongozi wa parokia yako na kuendeleza shughuli hizo na kukamilisha kwa uh, mwamko uh, unaofaa na mwamko mkubwa. Naomba kama wanaparokia zamani waliyoisha hapa katika parokia yetu, peleka ujumbe huu kwa wao nao pia waweze kushiriki katika kutegemeza parokia yetu. Asante sana, Bwana atubariki. Tumsifu Yesu Kristu. Mpendo wa mdao wa ujenzi wa hekalu la Bwana. Namshukuru Mungu kwa ajili yako na utayari wako wa kupokea mwaliko wetu kushiriki katika harambee ya ujenzi wa hekalu la Bwana. Katika awamu ya kwanza tulianza ujenzi wa hekalu la Bwana mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, mwezi wa kumi. Baada ya mwaka moja na miezi mitatu, Mungu ametufikisha katika ujenzi wa nyumba yake hatua nzuri sana tumefikia sakafu ya kanisa chini yake, katika basement ya kwanza kuna tunnel handaki, na kuna madarasa. Katika basement ya pili kuna ukumbi na ofisi za parokia. Wakati huu tumekushirikisha, mpendwa mdau wa ujenzi, ili utusaidie kwa hali na mali kazi ya nyumba ya Mungu iweze kuendelea. Tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025, tumeweka harambee ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Naomba utie mkono wako wa ukarimu, ili Mungu akurudishie mema. Mwenyezi Mungu akubariki, Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba niliseme pia kuhusu kazi inayoendelea hapa ya ujenzi wa kanisa jipya la parokia, kanisa la kileleni, kanisa la mlimani, kanisa ambalo natumaini litajakuwa kanisa la hija, kwa kuwa kazi hiyo sio kazi ya mwanadamu tu, ni kazi ya Mungu. Basi kila laheri baraka na panaka kwenu kama wana parokia, kwenu kama wana familia, kwenu kama taifa la Mungu. Mungu awabariki na kuwalinda mpaka mshangae.